Kujifunza ni njia pekee ambayo inafanya watu wote walio bora waendelee kuwa bora. Kujifunza ni njia pekee ambayo itaendelea kuwaweka wale walioko kileleni wasishuke, kwa sababu wameamua kujifunza na wanaamua kuendelea kubaki kileleni. Lakini usipotengeneza tabia ya kujifunza, maanake wewe kama uko chini utaendelea kubaki kuwa chini kwa sababu wote walioko kileleni wako bize kujifunza, kuendelea kuprotekti ukilele wao, ikiwezekana waendelee kukuza vilele vyao viendelee kuwa vilefu zaidi, ili siku moja wale walioko chini waendelee kunyanyua shingo zao kuwatazama wale waliko ya yeah. Hata katika maisha yetu ya kiroho, bila kujifunza, hatuwezi kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata kitabu cha Isaya nadhani inasema jifunzeni kwangu kutenda matendo yaliyo mema na haki na hukumu ya kweli sasa, yeah. maana yake tunapojifunza, maana yake eh, tunajiimarisha. Tunapojifunza, maana yake tunaendelea kuutunza ubora wetu. Sasa hata katika maisha ya ndoa lazima ujifunze ya yeah. Lazima ujifunze kwa sababu unapojifunza inakusaidia wewe kuendelea kutunza ubora wako, uendelee kuwa wa smart zaidi, ubora wako uendelee kuonekana kwamba kwa unahitajika. Why because unajifunza. Wewe kujifunza ni kitu cha msingi sana kwenye maisha yetu, na tunapojifunza inatusaidia inatusaidia sisi kuendelea kuonekana kwamba kwa tunahitajika na ni muhimu sahizi <coughs>